Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 6 siku ya Jumapili. Somo linasema msingi wa Mwanzo, na leo tunaenda kuiangazia mada isemayo kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Programu nyingi za kitaaluma huanza na kozi ya uchunguzi wa jumla, mara nyingi hupewa namba mia moja na moja, kozi inayoshughulika na kanuni pana na za msingi Zitakazojenga msingi wa masomo zaidi unapozama zaidi katika somo husika. Vivyo hivyo, unaposoma Biblia nzima unagundua haraka kwamba Mungu pia ana kozi ya uchunguzi wa jumla katika kitabu cha Mwanzo, ambapo anatoa utangulizi wa mawazo ambayo yatachunguzwa kwa kina zaidi katika sehemu yote iliyobaki ya Biblia. Kwa ujumla, mara ya kwanza wazo au ishara inapotajwa katika Biblia, hasa ikiwa katika sura za kwanza za Mwanzo, utagundua kwamba inaweka ufahamu wa jumla wa dhana hiyo, utakaokusaidia kuelewa jinsi inavyotumiwa baadaye. Baadhi ya wanafunzi wa Biblia wanarejelea hii kama sheria ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Ingawa ingeitwa kwa usahihi zaidi kanuni au kielelezo badala ya sheria, kwa sababu kwa hakika si kwamba haiwezi kubadilishwa, na yapo mambo mengi yasiyofuata kawaida katika sheria hiyo. Kielelezo kinachoonekana kujitokeza katika kujifunza Biblia kwa ujumla na katika unabii wa Biblia ni kwamba Mungu huwapatia watoto wake taarifa polepole kadiri muda unavyokwenda akianza na dhana ya msingi na kuikuza mara nyingi miaka inavyopita au hata karne nyingi. Soma Isaya 40 aya 7 na 8, Malaki sura ya 3 aya sita na Waebrania 13 aya nane. Ni kanuni gani unaweza kupata kutoka katika maandiko haya ambayo ingekutegemeza vizuri katika kujifunza kwako unabii? Sehemu kubwa ya ulimwengu wa kisasa inazungumza juu ya hali ya kuonekana kama ukweli, yaani ukweli wa kinadharia, badala ya ukweli kwa sababu inachukuliwa kwamba ukweli ni kitu kinachoweza kubadilika kwa wakati. Au katika baadhi ya matukio, dhana hasa ya ukweli yenyewe inatiliwa shaka. Mungu anapothibitisha ukweli, hata hivyo, yeye habadili mawazo yake. Mara anapoanza kuwafundisha watu wake ukweli. Tunaweza kutumaini ukweli kwamba kurudiwa kwa kanuni au mada ile ile ya Biblia hakubadili maana yake, lakini kinyume chake kunafafanua zaidi maana hiyo. Kwa hiyo ni jambo la maana sana katika kujifunza unabii, kujenga ufahamu mzuri wa kitabu cha Mwanzo ambapo unapata dhana nyingi muhimu zikifafanuliwa kwa mara ya kwanza na kisha kutumia ufahamu huo wa msingi unapochunguza sehemu zingine za Biblia. Kwa nini ni muhimu sana kwamba tusimruhusu yeyote au kitu chochote, haidhuru ni rahisi au tulivu au hata chenye mantiki, kudhoofisha imani yetu katika Biblia na kweli zisizoweza kukosea ambazo inafundisha?